Nam mtazamaji wa Faruku online TV, hii ni kampuni ya Twintech Mobile Store, inajishughulisha na uuzaji wa vitu mbalimbali vinavyotumia umeme. Hii leo wamekabidhi msaada wa vitu mbalimbali kwa watoto yatima na wanaoishi kwenye mazingira magumu hapa mkoani Mtwara. Vitu vilivyokabidhiwa ni pamoja na sabuni, mafuta, vifaa vya shule pamoja na taulo za kike kio lingine lililofanywa na kampuni hii kwa siku ya leo ni pamoja na ugawaji wa reflector kwa madereva wa bajaji na bodaboda. Na hafla ya zote hizo mbili zimeongozwa na naibu meya manispaa Mtwara Mikindani, mheshimiwa Sixmund John Lungu. Hapa mkurugenzi wa kampuni hiyo ndugu Kulwa Isa anaeleza kwa undani zaidi dhamira haswa ya kuandaa hafla hiyo ipo kwa namna ipi. Anaitwa Kulwa Isa bin Ali, ni mkurugenzi mkuu wa Twintech Group. Uh, awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uh, kufika mpaka muda huu. Tulikuwa na hafla fupi na ndugu zangu eh, wateja wangu, watu ambao wanaisapoti kampuni yetu mpaka kufikia hapa. Uh, kama kiongozi wa Twintech nilifikiria, uh, kwa muda mrefu watu wa Tanzania wenzangu wamenisapoti, nikasema nirudishe fadhila kwa jamii ndio nikaja na concept yangu ambayo inasema bring back to the society. Hii bring back to the society tunajua, jamii ina uwanda mpana, lakini sisi kama Twintech kampuni eh, ambayo ndio inaendelea kwa eh, misaada, lakini pia tushirikiane kwenye nyanja tofauti tofauti na e, transport mbalimbali hususani bajaji na bodaboda. Tumefanya shughuli yetu au hafla yetu tangu asubuhi, tukishirikiana na vyombo vya habari mbalimbali mkuu. um, kuja tumepandika tume stika kwenye mabajaji, lakini pia tumefanya shughuli za kutoa e, mahitaji kwa wenye uhitaji. Tumetembelea kituo cha watoto yatima e, ambacho kinapatikana Ligula e, nyuma ya TLA e, tumewapa vitu tofauti tofauti ikiwemo e, na madaftari. Tunajua hii Januari kuna watu ambao hawajiwezi, sisi kama, tofauti na sisi, tumeamua kurudisha kwa jamii, lakini pia nishukuru watu wa Mtwara ambako Twintech ndio hipo kwa kunipokea na kulipokea hili jambo na hatimaye limeisha salama. Mimi kama mkurugenzi mkuu wa Twintech nawashukuru Watanzania wote, vijana wote, lakini pia nitoe lai kwa vijana wenzangu au kwa watu ambao wanamiliki kampuni, hata kama ni ndogo, unaweza kutoa pale ulipobarikiwa, kwa sababu kutoa kuna baraka zaidi kuliko kuingiza. Mtwa Sixmund John Lungu, naibu Meya wa manispaa ya Mtwara Mikindani ni mpongeze ndugu yangu ndugu yangu Kurahisa, mkurugenzi wa Twintech kwa kuweza kuona kuna umuhimu wa kuwakusanya vijana, kukaa nao pamoja, kufurahi pamoja mponge, kusherekea pamoja, ikiwa pia ni kuona namna gani tunaopokea mwaka mpya, mwaka 2026 kwa mipango mikakati mizuri ambayo inaweza kutunufaisha sisi kama vijana. Meona iko mikakati mingi inayohusiana na, na ishu nzima za bajaji na bodaboda boda. Kikubwa sisi kama vijana tunachotakiwa kufanya ni kusimamia yale ambayo tunayapanga wenyewe. Kuyasimamia yale ambayo tunayapanga wenyewe tuhakikishe yanaweza kutekelezeka kwa mafanikio katika mwaka huu wa ishirini ishirini na sita. Tulikuwa hapa kuja kumuunga mkono ndugu yetu Twintech kwa jambo kubwa alioamua kulifanya kwa ndugu zetu hawa wa bodaboda Boda na bajaji. Mimi kama mwenyekiti wa usalama barabarani kwanza, nimeridhishwa na nimefurahishwa sana na jambo hili kwa bwana Twintech kwenda kwa ndugu zetu wa bodaboda Boda na bajaji. Lakini wakati tukiwa hapa, nimewaasa ndugu zetu wa bodaboda Boda na bajaji, kwanza waone umuhimu wa kutii sheria zetu za usalama barabarani lakini pia licha ya kutii sheria za usalama barabarani nimewaomba sana sana wawe wamoja wajiunge eh. Kisha kujiunga, wakawa kitu kimoja basi, hata viongozi wanapoamua kuja kufanya jambo lolote la msingi, ikiwemo kuwatengenezea kama SACCOS au umoja wao wote, inakuwa rahisi lakini pia nimewaeleza kwamba serikali ina nia ya dhati kabisa ya kushirikiana na ndugu zetu hawa bodaboda na bajaji. Nikawakumbusha kwamba wakati ule bajaji na pikipiki zote zilikuwa zinaripa faini shilingi elfu, lakini kama tunavyojua leo kupitia serikali yetu sikivu. E, imesikia yale yote ambayo tumekuwa tukiishauri, na mpaka leo tunaona kabisa ile faini imetoka shilingi elfu thelathini na imeshuka mpaka leo shilingi elfu kumi Lakini pia tumeendelea kushauri e, namna bora ya hawa ndugu zetu wapate leseni, kwa sababu kama tunavyojua bodaboda na bajaji wengi hawana leseni, wanaendesha hivi vyombo e, kwa uzoefu tu na kujuana. Sasa ukisikiliza changamoto zao, kikubwa anasema kwanza ni bei ya leseni yenyewe, namna ya upatikanaji wake, lakini pia vikwazo vya kupata leseni hiyo. Sisi, mimi kama mwenyekiti wa usalama barabarani, lakini kwa mujibu wa majukumu yetu kama washauri wakuu wa masuala mazima ya usalama barabarani nchini, tunaendelea kushauri tuone kwamba serikali, ipo haja ya kuwasaidia na hili kwenye kupunguza eh, bei ya leseni kutoka shilingi elfu sabini mpaka elfu thelathini lakini pia kukaa na kikosi cha usalama barabarani kuona kwamba wanawarahisishiaje namna bora ya kupata leseni hizi. Asante sana san. Lakini pia tumezungumza na baadhi ya watoto yatima waliopatiwa msaada wa vitu hivyo, kwa kiasi gani wamepokea msaada huo. Kwa majina naitwa Fahmi Ahmad Mohamed, natokea natokea kikundi cha watoto yatima mkoa wa Mtwara, baraza la wanawake manispaa ya Mtwara. Leo tumepata taulo za kike ikiwemo sabuni pamoja na madaftari ya kuandikia shuleni. Kama sasa hivi tunaelekea kipindi cha shule, taasisi ya Twintech imekuja kutusapoti na kutupa vifaa hivyo. Tunawashukuru tuna, tuna, tuna taasisi ya Twintech kwa kuja kutukumbuka, maana kuna wengine wana uwezo kama huu lakini hadi sasa hivi wajaji. Tuna tunawahamasisha wadau wengine waje kutusaidia katika kikundi hiki. Kwa majina naitwa Zanife Odusa Naembe ntkia katika kituo cha kitoa yatima Leo tumepokea zawadi kama sabuni, madaftari na mafuta. Tunashukuru sana kwa msaada wenu, tunaomba tuna mtua Mungu awazidishie kila laheri na apatie kikubwa kuliko hiki mlichopata leo katu. Kwa jina naitwa Abdul Hafidh Kasimu Kilindi, ni mratibu wa baraza kuu la wanawake wa Kiislamu mkoa wa Mtwara, ambao wanajihusisha katika uleaji wa watoto yatima. Leo tumekusanyika hapa kwa ajili ya ndugu zetu wa Twintech ambao wamekuja kuwapa misaada watoto wetu hawa yatima na wengine wanaoishi katika mazingira magumu kama tunavyoona vitu ambavyo wametuletea baadhi yake. Lakini katika kituo chetu hichi tuna watoto wasani wa 115 ambao tumewasajili. Lakini kuna wengine ambao hatujawasajili lakini pia tunawasaidia wanaofikia 300. <sighs> Na tumefika tamati juu ya taarifa hiyo, lakini pia tuipongeze kampuni hii ya Twintech Mobile Store kwa kurudisha kile ambacho wamekipata kwa jamii. We pia nafasi unayo ya kufanya hivi kama ambavyo pia wamefanya na kampuni hii. Tumekwisha fika tamati ya hiyo ya taarifa hiyo. Naitwa Faruku Ngonyani na hii Faruku Online TV. Bye, bye.